Siasa za upinzani dhidi ya serikali ya Kenya kwanza zilirindima katika kaunti ya Kilifi wakati viongozi wa upinzani nchini wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kutua kaunti ya Kilifi. Wakizungumza katika wadi ya Matsangoni eneo bunge la Kilifi Kaskazini, viongozi hao wamepinga vikali mpango wa serikali kujenga kituo cha nyuklia katika eneo la Uyombo, wakidai kwamba mradi huo ni hatari kwa afya ya binadamu na mazingira. Gachagua pamoja na naibu kinara wa chama cha DCP Cleophas Malala pia amesema kwamba wakazi wa kaunti ya Kilifi hawajapewa hamasa ya kutosha kuhusu mradi huo na kwamba viongozi wanaounga mkono mradi huo wana malengo fiche. Hapa ndiyo Matsangoni, hapo ndiyo Kasongo. Amepanga kumaliza nyinyi na nyuklia. Mumekataa, mtakataa. Hii mtu ni mbaya, si mbaya? Ni mbaya. Sasa wewe Kasoko unataka kumaliza hii watu. Kwa nini hii watu, makosa yao ni gani? Eh? Yeah? Sisi tumetoka kwa mambo, tuko na mambo ya renewable energy, that is the new way matters energy. Na yeye alikuwa na Africa Climate Summit akasema tufuate renewable energy, sasa anaturudisha nyuma kwa mambo ya nuclear, ambaye ni hatari kwa afya, itadhuru afya yenu. Mutakubali? si tunaunga nyinyi mkono, musikubali. Si ndio? Yeah. Na hawa wabunge wenu kama wanaunga hiyo mkono mwafukuze, si ndio? Yeah. Hapa mnasema Kasongo ali asiende wataka yeah, kuweka ile plant ya nuklia. Na hiyo plant hawajahusisha wale wenyeji wa hapa. Wanasema kwamba wakiongea na wabunge wenu basi nyinyi mmewapatia idhini hiyo plant iwekwe hapa ninyi watu wa Malindi mmewapatia idhini? Wakati wa siasa hizo, pia swala la ufisadi katika hazina ya NSSF zilishamiri ambapo Gachagua ametumia jukwaa hilo akidai kwamba fedha za NSSF zinatumika kujenga miradi ya kibinafsi kama vile Bomas of Kenya huku wafanyikazi walioweka akiba zao wakiachwa bila ya msaada wowote. <muchos>

Gachagua aidha amelalamikia ongezeko la matumizi ya miadarati na pombe haramu tangu alipoondoka serikalini, akidai kwamba serikali imeshindwa kuwalinda vijana dhidi ya miadarati na pombe haramu kwa katika malini,

Na kwa upande wake kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ametangaza kuwa tarehe ishirini na tano mwezi huu viongozi wa upinzani na, na wananchi watakutana nje ya majengo ya bunge la kitaifa jijini Nairobi kufanya kumbukumbu -kumbu ya vijana wa kizazi cha Gen Z waliofariki wakati wa maandamano ya mwaka uliopita.

Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth mwendee FM Lava ya pwani.